Right. Karibuni sana kwa Bonga na Prof. Amani Live Show na leo nimewaletea msanii kwa jina la Shaddy Denaz, ni kijana ambaye anajituma sana Guys, niliwa promise nitakuwa nawaletea vitu motomoto kila siku kila time ndo mambo yangu karibu sana brother Shaddy Denaz. Sio ngao umekosea ile jina ile ya Shaddy Denaz Shaddy Denaz Shaddy Denaz bwana jina ni mambo ya kurekebisha Sio otherwise bro, iko poa kabisa na asante sana sana. Karibu tubonga na Prof. Amani live Show na isho yetu venye tumewaambia, tunajaribu kupatana na vijana ambao wanajituma eh, biashara industry artist, usanii na mambo mengi. Na katika pita pita zangu nikakuja kukutana na wewe nikabara, who is this guy? who is this guy. Nikasema hapana, ni kijana ambaye anachapa kazi vizuri Pengine wewe mwenyewe upate kujiintroduce kwa watu uambie wewe ni nani na unafanya nini. Karibu brother. Shukran, shukran. Mimi naitwa Shaddy Denaz na pia ni mwanamuziki, napiga muziki wa bango ama rumba. Kidogo tu nikukatize, ni muziki wa bango, muziki wa, wa kizee, muziki una heshima yake, ni muziki ambao origin yake iko hapa Coast Region, na hapa tunapopatana na Shaddy tuko Mombasa e, endelea bro. Ya nafanya mziki wa bango, napiga napiga, yani live band nini. Kama una sherehe yako mahali kabisa, nafanya sherehe na wewe, harusi na harusi e, birthday party, unaona. Hata ukanunua gari, yani mnataka e, mkaribishe kama familia gari, unaona, eh bado nakufanyia tu yani <laughs> kama ukitaka nyimbo ya birthday ya harusi, yani utaki kuyiku, ile sherehe yako utaki iwe domani, unaona e, unanishtua kama vipi vipi yani, nakufanyia kazi vizuri zaidi tena sana, inakuwa swadakta. asante sana brother. Guys hapo nje umepata kwamba ni kijana ambaye anafanya mziki wa heshima, mziki ambao una culture. Ni kijana mm -hmm. Amebezi sana kwa mambo na culture. Anataka kudumisha culture ya posti iwe inasonga mbele na tunafurahi, maana tumeona kalcha yetu inadidimia. Kama Kenya saa hii kalcha imebaki na Wamasai. Tunashukuru sana kijana kwamba unakubali kalcha iko, asante sana so, pengine kando na mziki ndugu yangu, pengine nimeona umefanya vitu mingi, wewe ni mtu artist, imezaliwa ndani mwako. Kando na mziki ni kitu gani kingine unafanya bro Kando na mziki mi bana, ni mwanabiashara. hata kama unavoona hapa taaruku kwa biashara yangu, hebu angalisha mm. Kameramani, hebu tuangalie, onyesha mm. hapa tulipo tuko wapi hapa? Mlipo hapa ni kwangu, hii ni kinyozi, ni nanyoa, ona, natengeneza dread ona. kijana ni kijana yeah. Najituma, anasema mziki peke yake pengine anaisukuma na kazi nyingine mm. maana unajua iko lakini, nayo kama pengine nachukua muda hapo, tutafika baadaye, lakini lazima mtu ule leo ule kesho na nini. Kando na mziki kijana pia anafanya ni kinyozi, ni mwanabiashara, anafunga dread, unaona so, tunasema ni kazi nzuri. Tutapatiana contacts zake na direction tutampata. Pengine nikuulize brother, e, ulikuakwaje? Ukaamua ah, mimi kweli nina kipaji cha kuimba cha ninge studio, sasa nikaanza kuimba hapo mimi nikiwa mdogo kabisa mhm mm nilikuwa napenda sana kuimba mhm mm alafu skaja ikafikia time huu mziki wa bango, yaani ukaandoko ndani mwangu, yani yani naupenda kama kitu kingine, siku yaishi bila mimi kuimba, unaona mpaka siku moja nikawa nuka nimekana mabeshte zangu, kaambia mimi siku moja nitakuwa msanii msanii na nitakuwa msanii wa bango, kwa shukulia kama jokes na, ni kama sahii hapa kwenye nimefikia, naona eh hiyo. Pengine unakumbuka ulikuwa ni mdogo umri kama gani? ukigundua kama miaka kama kumi na si kwa mdogo vile sana ha, miaka kama kumi na hapo nikianza kujigundua, ukaanza eh, kujigundua kwamba wewe na mziki ni njia moja eh, pengine nikuulize pale nyumbani background. Kuna mtu pengine babu nyanya ama mtu yoyote mnahusiana alikuwa na u yani anapenda sana mambo ya mziki ah, kwa familia, labda kwa mama kwa mama, ndo mjomba wangu alikuwa msanii e, e, e. Eh, eh, pia alifanya kuimba bango, yee aliimba nyimbo za ya hizi bongo bongos so, so, yeah. Usanii ni kitu kiko katika familia, usanii kiko katika familia, lakini e, kwa, kwa upande wa mama si kwa baba u k uh, oh, nice. Sasa wewe ni mtu ambao uko na hapa handi kutoka saidi ya mama msanii e. Iko kwa damu kabisa. Sawa, shukurani mashabiki wetu, ni ndugu yetu hapa, ni msanii anajita Shaddy, atakuwa anaji-introduce na, na tunaposonga na show, sisi ile kitu tunasema tu usisahau kulike, kucomment, kushare na pia kusubscribe to our channel mm-hmm. Shadi, pengine niseme umekutana na challenge gani katika mambo na mziki? Kwa maana nimeona unafanya vitu mingi hapa, tuko kinyozi na baadhi ni ya shughuli zako, na unapata at the same time unafua kuku na unaenda kufanya show, kwa vile live show unafanya pia, na at the same time unafua kuku una record na pia tunaangalia hali ya economy inakuwaje kuwaje, challenge ni nyingi mzee? hmm. Challenge ni nyingi kwa sababu hmm. Piga mahesabu pengine, tem saa tem, unaweza jipangia tem, unaweza jipangia lakini sasa mambo ya maokoto sasa, hapo ndo kwenye changamoto, kwa sababu kicheki huku wataka huku kwingine nako kuna sasa, unapata kwingine kuna, kuna yumbamba mwanzo. Kwa mfano kama kwenye mziki sahi niko na album yenye yeah. sai inafaa nimalizie kabisa, inafaa nimalizie, lakini sasa pesa ndo zimekwama, unaona so hapo ndo ndo changamoto. Kweli, changamoto ni nyingi sana kwa mtu ambaye anajaribu kuinuka. Eh, maana unapata wendo kichwa wendo kila kitu. Sasa kama sai unasema, eh, album una yeah. ungependa ikuwe inatoka, lakini sasa kuitoa pale kwa producer eh, kwa ni ngumu sana kwa sababu kwa kitegemea inataka pesa, pia nimeipangia in, yani vitu vingi sana yenye ataka pesa, unaona changamoto inasema eh. Hiyo main challenge kwa wasanii chipukizi na sana sana msanii wetu Shiri, Dennis, sasa pengine unajua kuna maswali mengine inakuwa mtu apendi, pengine yanaingilia mambo yake ya ndani, pengine seme bro, una familia pengine ama... ah, mimi nina familia mzee, mimi nina familia <laughs> ni kijana ambaye amejipanga na hey. familia Sasa pengine mimi si kutaka kuingia ndani kwa mambo ya familia, nimetaka tu kujua una balance aje mambo na talent, kazi na familia na ndio hapo sasa, nikakwambia kidogo kuna hiyo challenge sasa, kwa sababu kicheki familia huku inataka kazi, huku nayo inataka usanii, nao ndo unataka yote, ni mimi mtu mmoja, so unapata kwengine kidogo inalemea, lakini kote ni kung'ang'ana tu. Guys, venye mmemsikia ndugu yetu hapa hivi, hiyo ni changamoto kubwa, ana album anataka kutoa bado iko kwa produsa lakini ameshindwa atafanyaje, ili mambo yake iende sawa. Sisi tunapiga sapoti, ingia pale YouTube chaneli yake, tutakuwa tunahitaga hapo. Na wale wote mnataka kunyolewa, mko around Mombasa, Jomvu mko town mwembe tayari, just tutaika pale namba, piga njoo. Unapokuja kwa biashara zake utakuwa na boost, so that at least naye afanye nini, a raise ile pesa afanye nini, akaingia studio akatoe ile albamu yake. Pia wale ndugu zetu ambao wanajua aina ya mziki, anafanya mziki aina wa bango, na mnasherehe mngemwita ta tafadhali afanye na nyinyi kazi atumbuize kidogo apate kidogo, ili naye mambo yake yaende sawa. Thank you sana brother, na pengine nikuulize swali E, umeona vijana wengi pengine pale mtaani wa, wa, wa, pengine wanaii talanta na hawajagundua, ama unapata wamaamka asubuhi wako pale tu, ungependa kuambia nini? Aa, unajua jambo la kwanza lazima mtu ajitambue kama uko na talent talent gani, naona hmm. hmm. Inafaa mtu ujitambue, ukishajitambua basi kabisa, kabisa. E, lakini sasa unapata mwingine amejitambua lakini hana yani ile, yani ile step yani hana ya kuanzia, yani hana kwa kuanzia unaona, yeah, yeah. So, wengine wanajijua lakini hajui ataanzia wapi, hiyo ndio changamoto, kwa sababu hata mwenyewe si kuanza hivi hivi. Mimi kuna time nilikuwa nimeandika kabisa, yani yani nyimbo nimeziandika kitabu kizima, mpaka kama kuna beshta yangu fulani anaitwa Dani aka nimemwambia bro, mimi hizi nyimbo itanaona, nikianza kuuza sasa. Akaniambia eh bro, siuze. Mimi sasa sijui mambo na kurekodi sijui mambo na usaini, lakini kuandika naandika kabisa. Jamaa ndo akaniambia kuna best yangu, twende nikupeleke, utaanza kucheza live nyimbo tu za wengine kabisa. Akamwambia basi. Sasa hapo ndo nilianza muziki na nikaenda kama kweli, wakanipokea kwa ile bendi pale. Nikaanza... practice hivyo practice, practice, ndipija kama mwaka mzima nikifanya zoezi kabisa e. Ndipija kama mwaka mzima nikifanya zoezi kidogo kidogo. mm -hmm. Kazi yangu ya kwanza ilikuwa ya harusi hapo, sijaenda studio, sijafanya nini, lakini nimeletewa kazi mambo bwana e. mm -hmm. Wana familia fulani, kuna shughuli wanataka nyumba wa ya harusi, na hiyo ndio ilikuwa kazi yangu ya kwanza na ndio mara yangu ya kwanza kuingia studio no, lakini sasa yeah. Kwenda studio sikuwa na baba hiko, kwa sababu nilikuwa tayari nishazoea mambo ya live nini, nikawa pale In... kuingiza vocals ni mambo ika ya kawaida rais kabisa kabisa hivyo changamoto zipo. So Shaddy, wewe umesema hujaanza leo wala jana. Umechukua kama miaka ngapi kwa industry ya sanaa? Ah, kwa sasa nina kama miaka minne sai. Ah da, miaka minne ni mingi kweli. Pengine nikuulize bro, umesema umepata na changamoto mambo mengi, lakini hujakata tamaa, unajipush, unajituma hapa na pale. Pengine nikuulize sanaa ama hii mziki imeshakuletea faida yoyote tangu uanze, kwa takribani ya miaka yote umekuwa ndani pale, pengine ishaikupatia hata kipato ama ukafurahia kwamba hii nimetoa katika sanaa ya mziki faida iko faida iko faida iko kama nikiitwa live nikienda hiyo ni pesa na mtu akitaka nimfanyie nyimbo hiyo ni pesa na mara nyingi sana kama nikipata kazi kama zile kwa mfano kama mtu amenishtua nimfanyie mziki sio, pale pale ndo natoa pesa yangu ya kula, na pale pale ndo natoa pesa ya kufanya mziki mwingine tofauti na ule wenye nitakuwa nimepewa kabisa. Eh, labda Shadini kuulize hii mziki, tutasema kweli ya hujapata pesa ile ile ule unatarajia. Kwa mfano kwa mfano, kulipo na mambo na social media platform kama YouTube, Facebook na TikTok wea lakini, pengine kuna kipato fulani ushaipata kwa jumla, ama siku moja kwenye show ukasema kweli leo naye nimefurahia, ilikuwa kuaje? ama ya kuja kutokea eh? hiyo hiyo hiyo hiyo bado, hiyo bado, hiyo bado, ingawa huwa anapata, lakini sasa si kile kikubwa sana cha kuwa mpaka nitashtuka kulingana na kulingana na mahitaji yangu ni kile kipato ambacho napata kabisa. Yani nasema tu alhamdulillah, kwa sababu kuna mwingine amekosa naona, lakini mimi nimepata kupitia njia hii ya mziki, basi nashukuru. Ina maana uh, una ndoto unakwenda zaidi pengine ee? Nikwambie, unaona industry yako ya hii mziki umeamua e, unatazamia kuwa wapi pengine miaka mitatu, minne ijayo mbele, una mm. Kusema kweli hiyo miaka hiyo miaka, hata mimi naona ni mingi. Tuseme kama mwaka mmoja mbele, mi nitakuwa mbele zaidi, niko na hiyo imani. Amina kabisa mm. na mimi naomba Mungu mambo iende sawa. Sasa Shaddy, pengine nikuulize swali la mwisho kabla uchoke na mimi na maana, nakuwa na mambo mengi. Nikuulize ni changamoto gani pia, kando na ingia studio venye umetueleza pale mziki wako una, una unavyotoa, unaiweka katika chaneli gani social media yenye mtu akienda hivi atakusearch hivi na hivi akupate? Na pia umekuwa na umekuwa na changamoto changa yoyote, pale unaweka kitu pengine hakiendi, unakuwa na visi ngapi, na kama unakata tamaa, ukueleza mimi bana. Kurekodi kwangu na kuupload nyimbo, naam, nasema kwamba hata isipotoa sahihi Ipo siku itakuja itatoa siku moja, e, yeah. Yani ni kama vile mtu anaenda shambani na kupanda, hategemei saa hiyo hiyo, lazima aende aweke maji, lazima aende apalilie, lazima yani, yeah. kuna vitu vingi haina, yeah. process so mimi kutoa, yani kuni kunifaidisha saa hii sishtuki, kwa sababu najua ipo siku ya kwamba mambo yatajipa tajipa eh, kabisa. Ni kijana ambaye ana imani kabisa siku moja itafika. Mm. Sasa pengine tu mimi ningependa tu kuona ile changamoto, kwa mfano shitokea kuweka kitu YouTube, baada ya mwisho wa siku ukapata view haijaingia hata moja, pengine siku mbili tatu ile view iko, ulikuwa umesema hiki, pengine nimejinyima kwa ajili ya hiki, lakini hai, kama kinanirejesha nyuma. Sijui kama umeshapatana na changamoto kama hiyo eh? Hey, hiyo iko sana, kwa sababu tu ukiangalia miziki yangu yote hakuna hata hakuna hata nyimbo moja yenye imefikisha views mia tano hata nyinyi no? <laughs> si mnaona ananichekesha so, eh? Mungu si unaona te ni mwenye amenichekesha. So ikitokea kama siku nikipiga kama hata 1k Hey, tashkuruona kama ni hey, nintashkuru kwa sababu ukiangalia video zote bado ziko chini kabisa hey. Kama tu ulivyosema, kwanza ni kugumu ndio, lakini ipo siku nayo mambo itakuwa sawa hey, na hey. Mimi ningependa kuomba wasikilizaji wenzangu, ndugu yangu hapa yeye hataki kusema kiwete, ama anaomba ama nini, mnichangia, pana anajituma na yuko pale kwenye social media. Pengine utuambie unaweka miziki yako wapi, kama ni Facebook, kama ni TikTok, kama ni YouTube, ili naye tujue tunakusearch vipi tupate kukupatia ile support, so that wanaotazama hii video wakuje wakuvisit, upigwe ile surprise ya 1000 views, watu waje wakuite waseme, kijana, mimi nina harusi, maana tunaelekea katika miezi za sherehe, nataka watu wangu wamegraduate, nataka uje watumbuize mimu, mke wangu hapa ana, ana, ana birthday njoo ukamwimbie. Ndugu yangu anaenda America njoo tukamfanyie sherehe Ma, nimempoteza mama njoo ukatusaidie kulia. Mimi nataka kuwa mke wa saba njoo ukanisaidie kwenye harusi. Yani, like nimpe support ndugu yangu, ili naye asonge mbele, tumalize tuache kutumia tu vijana kwa mambo ya siasa na tu categorize kwamba ni waraibu wa mihadarati. Hapana, tuwa keep busy kama kuna kitu anaweza akafanya mpe kama ni kinyozi hapa hivi, njoo ukanyolewe, tuma watoto wanyolewe, wenzangu wa kuweka dread njoo jamaa. Kwanza naye ni mbunifu kabisa, yani itakuwa tuta appreciate. na hiyo pengine ndio ombi letu kwenu, kama watazamaji wetu wa bonga na Prof. Aman live show, nawashukuru sana. Pengine kumalizia, brother Deni, ungependa sasa kuambia wanakupata wapi na pengine namba gani wakikutafuta wakupate nayo? Uh, mi kila pahali najiita kama Shaddy Denaz, Facebook Shaddy Denaz, YouTube Shaddy Denaz. Pia ngoma zangu ziko kila pahali, Boomplay, Spotify, Audiomack kila pahali, yani ngoma zangu ziko Shaddy Denaz, na Shaddy Denaz, kabisa, kabisa. Eh, na pia namba yangu ya simu 0798137704 hiyo ndo namba yangu. Asante, shukrani. Namba hiyo tutakuwa tunaiweka pale kwenye bio, so that mtu yote ambaye anataka kushirikiana na wewe, kukupa support, kukusalimia, kutaka kujua hata pengine pale chini mm, upcoming artist anataka kujua, na yeye pia ana upendo wa kuimba bango ama nyimbo zozote, akwambia eh, hey bro, kwani unaenda kwa kwa producer mgani? Tutakuwa tunaweka pale ili mpate ku communicate na brother Shaddy Denaz. Brother, thank you so much. Kwa ku angalau kunielewa na kushirikiana na mimi kwenye show yetu ya leo, nashukuru sana, nasema asante. Hapa tuko Mombasa, niko na brother Shaddy, na nashukuru sana kwa nafasi yenu na kwa wakati wenu, watazamaji wetu wa Bonga na Prof. Amani TV, nawakaribisha kwa show yetu. Next tutakuwa na wasanii wengi, na pia kama unataka kubook ku live show, tutakuwa tunaweka hapo namba zetu, piga ama sms WhatsApp namba wetu, tuambie uko wapi, ungependa kufanyishwa interview au ungependa kushare na sisi, ungependa kutuambia moja mbili tatu, tubonge tukisonga mbele. Asante sana kwa wakati wenu, God bless you, asanteni sana brother, thank you so much. Wapo, wapo. Itakuwa sawa. Safi sana. Hata ujatupatia kale ka melody kadogo ambe. Ah, ah. <laughs> kama ile wimbo inasema Anaweza kwa maji kufanya mapenzi pasipo na sh... fikira ni bango ile. Amo. Bora niwe peke yangu mimi, bora niwe peke yangu. Bora niwe peke yangu mimi. Jamani msanii, yeah. angu yeah. Sasa yako tupe, hata kama ni mdogo ile uliipenda kabisa tupeta, yangu, ile nilipenda kabisa. Mimi nyimbo zangu zote nazipenda ba. Basi kitu, ah, kama kama kama moja moja tu tu. kale. ni kama moja mm. Yeah. Mtoto mwenye sura ya kiafrika pozi zako za kimiji tisa, toto namba ya somasa sita, ukicheka mama unanita kweli, jinsi mama ulivyoshona wowowongongingo wo kama ya Farida mwalinisho alichokupa mama, walahi sitotapatapa Denaz, Thank you so much, brother. Muwe na siku poa. Sante.